Ninakusalimu mpenzi mtazamaji, karibu sana katika siku nyingine ambayo ni kwa neema yake Mungu tunakutana hapa katika kipindi hiki cha Kivulini, kipindi ambacho kimeendelea kutupatia taarifa mbalimbali za maidara yaliyopo katika makao makuu ya ofisi ya Union Mission ya kusini mwa Tanzania. Na ninaye kuendelea kipindi hiki, ninaitwa Spora Mseli Molon Talima, na kualika uwe pamoja nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. ni mwendelezo wa kipindi cha kivulini kupitia upande wa idara ya huduma za afya na kiasi, na hapa studio ni naye mkurugenzi wa idara hiyo, uh, daktari Livingstone Kingu ambaye yeye ni daktari wa binadamu kitaaluma na ameshatueleza mengi katika uh, vipindi vilivyopita vilivyo. Na sasa tunapoendelea na sehemu hii ya tatu, tunaendelea kubarikiwa pamoja naye. Karibu sana daktari. Asante sana mtangazaji Spora, habari ya majukumu? ni nzuri. Ujambo? Sijambo, ninaendelea kufurahia yale ambayo uh, umeendelea kuwa ukitujuza namna ya kuifahamu vizuri idara hii ya huduma za afya na kiasi. Asante sana. Mungu ni mwema na umetupatia afya njema tena tukutane. Amina. Mm, ili tuweze kuyajadili haya mambo ambayo ni ya msingi sana katika maisha yetu. Amina, amina. Na kabla ya kusonga zaidi nikualike utufungulie kipindi chetu kwa ombi, ndipo tuendelee kufahamu kwa undani. Leo umetuandalia nini? Nikukaribishe mtazamaji na msikilizaji tuweze kufumba macho, tuweze kuomba. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana kwa ajili ya wema wako na ukuu wako. Ni muda mwingine mzuri ambao unatupatia kwa ajili ya kujifunza mambo yanayohusu afya zetu. Tunaomba utuongoze na Roho Mtakatifu aweze kuwa pamoja nasi hata tutakapokuwa tunamaliza kipindi, utukufu sifa na shukurani zikurudie wewe. Ndivyo tunavyoomba katika jina lako Yesu, amina amina. Naam, mtazamaji wa kipindi chetu cha Kivulini, karibu sasa, a tuingie ndani na kufahamu mengi zaidi katika juma hili. Na pengine uh, Daktari, unaweza kutupitisha kwa uchache juma lililopita tuliishia wapi na leo tutaangazia nini? Asante sana mtangazaji. Juma lililopita tuliangalia kanuni za uendeshaji mm -hmm. wa idara ya huduma za afya mm -hmm. na tulipokuwa tunaziangalia hizo kanuni, tulizijikita katika baadhi ya mambo ambayo tuliyagusa. Tulisema ya kwamba huduma ya mwanadamu kiafya anabidi ahudumiwe kwa ujumla wake. Maana yake ikawa ni ngumu kidogo kutafsiri kutoka Kiingereza kuja Kiswahili lakini tukasema kwamba Kiingereza inaitwa holistic approach, uh -huh. holistic approach maana yake ni kwamba ni kumwendea au kuliendea jambo la kiafya kwa ujumla wake. Kwa mfano kwa binadamu unaakisha unagusa kimwili uh -huh. kiakili, kiroho uh -huh. kijamii uh -huh. na mambo mengine yote ambayo yanamzunguka. Kwa hiyo ukishafanya hivyo basi ina maana umemtendea haki vilivyo, kwa sababu binadamu sio mwili tu. Mm. anaenda zaidi ya mwili na vyote vinavyomzunguka na vyote vinahusiana. mm -hmm. kwa hiyo baada ya kuzungumzia hiyo, ilikuwa ni sehemu ya kanuni mojawapo. Mm. Sasa, katika kanuni zingine zilizobakia, tutajikita kwa baadhi ya kanuni ambazo tunaoa ni za msingi sana. hizi zingine mm -hmm. tunaweza tukaendelea kujifunza taratibu. mm -hmm. Lakini ni vyema hizi ambazo nitazitaja kwa siku ya leo zitakuwa za msingi sana. mm -hmm. na hizi nitaziweka katika grupu ni moja lakini ina magrupu ambayo yako ndani ya hiyo moja tukasema Ma, ya kwamba katika hizi kanuni ndizo ambazo kila mtu ambaye anaenda kutoa elimu ya afya, iwe kwenye semina, iwe ni kwenye matibabu, iwe kwenye mafundisho yake mbalimbali mbali, lazima azingatie, asije akatoka katika uwigo wa falsafa ya Waadventista wa Sabato. Uhum. Kwa hiyo mmojawapo ya haya mambo ni ya msingi sana ambayo natamani aweze kuyajua mtoaji wa huduma hizi, mojawapo ni kwamba lolote analotaka kulifanya ahakikishe kwamba Biblia inalisapoti, na kama Biblia hailisapoti basi inabidi aangalie vyanzo vingine kama vinafaa ili viweze kuweza kusapoti au kuunga mkono hicho ambacho anataka kukifanya mm. Kwa hiyo niende moja kwa moja mm -hmm. Kama unataka kutoa mada Naam. au kutoa huduma ni vyema kuangalia kwamba Biblia inasemaje? mm. Na kama Biblia imekaa kimya, ndio tutasema kwamba hebu tuangalie kitu gani tena kitakachotusaidia sisi kama kanisa mm. ili kwamba elimu isionekane kwamba ni tata au huduma ni tata kwa watu wengine mm. kwa hiyo tuna nyenzo wengine, mm -hmm. inaitwa roho ya unabii mm -hmm. Sisi Waadventista wa Sabato tunaamini kwamba Ellen G White mm -hmm. ni nabii, na katika unabii huo mm -hmm. basi ana maandiko mengi ya nyanja mbalimbali mbali. mm -hmm. Lakini moja ya nyanja ambayo alijikita zaidi pia ni huduma za afya mm -hmm. Kwa hiyo tutaangalia, je roho ya nabii nayo je inasemaje? mm -hmm. kama inaunga mkono songa mbele. Lakini ya tatu inaweza ikawa kwenye Biblia iko kimya mm -hmm. lakini pia inaweza ikawa kwenye roho ya nabii iko kimya mm -hmm. tunakuja kwenye habari ya sayansi. Hii niseme sayansi ya kweli, pigia mstari sayansi ya kweli, sayansi tu sio, sayansi tu sio sayansi zinazoka ziko nyingi mm. si unajua vitu siku hizi viko na fake, eh? Ndio, na kuna vitu vya kuiga mm. Sasa ni vizuri kuangalia uhalisia. Kwa hiyo sayansi ya kweli sisi kitaalamu kwa upande wa afya mm. kwenye medicine, kwenye tiba mm. tunaita evidence based medicine mm -hmm. kwamba ni tiba inayozingatia ushahidi mm -hmm. kama ni hivyo basi tukiona huko nako imeungwa mkono tunaendelea kuitoa huduma bila wasiwasi. <laughs> Natamani na kufahamu uh, daktari kabla hatujasonga zaidi Z, zipo tiba ambazo uh, Biblia imekaa kimya mengine, na hivyo roho ya nabii imekaa kimya, haijasemea na ziko kwenye mazingira yetu zipo. mm -hmm. ni nyingi mm -hmm. Lakini nitatoa moja ili ikupe dira au msa, mtazamaji na msikilizaji mm -hmm. impe namna fulani ya uelewa Nichukulia kwa mfano kinga kwa njia ya chanjo. Naam. Biblia haisemi kitu, roho nabii imetaja chanjo. uh -huh. Lakini hii chanjo imeelezwa vizuri zaidi kisayansi. uh -huh. Kupitia sayansi ya kweli. uh -huh. Na hapa kuna changamoto kwenye huduma ya chanjo. uh -huh. Kwa sababu sisi ni wanadamu, wakati mwingine tunaingiwa na mashaka. mm -hmm. Utakuta wengine wa wanasema chanjo si nzuri, ufrimasoni au mwingine mm -hmm. anasema kuna illuminati mm -hmm. wanachaja vitu vingi vingi ambavyo vinaweza kumfanya mtu akawa na hofu. Kama kanisa linapotumia Biblia kwa kuwa imenyamaza, mm -hmm. linatumia roho ya unabii kwa sababu imegusa chanjo, lakini sio kwa kina mm -hmm. Lakini kwa sababu sayansi ya kweli tunaiamini mm, imetamka vizuri kuhusiana na chanjo hizi. Kwa hiyo kanisa sasa utaona sasa, nilikuambia kwamba tunazingatia Biblia mm -hmm. roho unabii, na ya unabii na sayansi ya kweli mm. Lakini kama hilo jambo halieleweki vizuri mm, hata hapo katika, katika hizi rejea zote tatu mm, ndio tunakuja kwenye zingatio lingine kwa mtu wa huduma za afya mm, anaye Kupitia Idara ya huduma za afya mm -hmm. kwa kanisa la Waadventista wa Sabato mm -hmm. tunaita, matamko ya kanisa. Haya matamko ya kanisa yako ya aina nyingi, ni mm -hmm. church statements. Mm -hmm. kwa nyanja mbalimbali, kuna ya mafundisho ya kiroho mm -hmm. kuna kwa upande wa elimu mm -hmm. kwa upande wa kijamii mm -hmm. lakini tunapokuja kwenye afya kuna matamko yanayogusa mambo ya kiafya ambayo yanaonekana yanautata katika kuyafuatilia kwenye rejea nyingine. Kwa mm hiyo -hmm. kama kanisa linakaa kupitia taratibu za mabaraza na wasomi na watafiti mm -hmm. Wanasema sisi kama Waadventista was, was, Wasabato kwa sasa mm -hmm. msimamo wetu ni huu kuhusiana na huduma hii mm -hmm. Sasa nitolee mfano wa chanjo ambayo tumeigusia yeah. Kanisa linaunga mkono mm -hmm. kuchanja kama njia ya kukinga dhidi ya maradhi mm -hmm. Sasa miongoni mwa washiriki wetu wa kanisa mm. wako ambao bado hawajaelewa vizuri kuhusiana na, na chanjo. Chanjo na wengine hawakubaliani, na wengine hawakubaliani. Mm. Wao, kwa hiyo wao hawalazimishwi kwamba lazima wachanje mm -hmm. wana utashi wa kuamua mm. kwa hiyo wale wanaendelea kusaidiwa kuelewa, lakini pia hawalaumiwi kwamba kwa nini hawachanji, isipokuwa ni vyema wale wanaosikiliza kipindi hiki mm -hmm watambue kwamba kugoma kwao, uh -huh. si msimamo wa kanisa okay. Msimamo wa kanisa kwa sasa uh -huh. ni kwamba watu wachanjwe, kwa sababu chanjo ni ya kweli, ni salama kwa mkutadha wake uh -huh. na katika sayansi hii uh -huh. bado haina shida unless uh -huh. siku za usoni, kama kutakuwa na utafiti mwingine na uelewa mwingine uh -huh. inaweza katamkwa vinginevyo pia uh -huh. Asante sana Daktari kwa maelezo hayo mazuri ya kina. Na mtazamaji, bila shaka unaendelea kufuatana nasi, kipindi hewani ni Kivulini. Hapa tunaangazia uh, leo zaidi tumejikita katika idara ya huduma za afya, na kiasi daktari umeendelea kutuambia hizo kanuni muhimu, lakini naamini uh, kabla tujaenda ma, katika maadili na kufahamu tamaduni naam, ambazo mnazizingatia kama ninyi ambao ndio chombo cha kusimamia uh, kwa upande wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, maana najua mna vitu vingi ambavyo vinafanya kazi pamoja nanyi, kuacha field conference, lakini mna vituo vya afya ndiyo, na wahudumu, lazima yapo maadili ambayo mnayasimamia. Uh, pengine tunaweza kwenda moja kwa moja katika maadili hayo kuyafahamu na kuona uh, namna ambavyo mna tamaduni mnaweza kuzifanyia kazi tunaweza tukazungumzia maadili lakini, uh -huh. kabla hatujaenda huko uh -huh. labda ni kupitisha kitu kingine ambacho ni msingi mzuri sana kukielewa, uh -huh. kuhusiana na kanuni za uendeshaji wa huduma za afya. uh -huh. kanisa sio kisiwa. uh -huh. kanisa linafanya kazi eh, yani sisi ni sehemu ya walimwengu. uh -huh. na sisi tunaposhughulika tunashughulika na waumini na wasio waumini. uh -huh. kwa maana ya kwamba ni wanadamu wote ndani na nje ya nchi ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Kwa hiyo tunazingatia pia kanuni na taratibu za maagizo au maelekezo ya wizara ya, ya afya mm. katika nchi mm-hmm. Wizara ndiyo msimamizi mkuu wa shughuli za afya katika taifa husika naam. Lakini pia kuna shirika la afya ulimwenguni mm. na mashirika mengine mbalimbali mbali. Kwa hiyo utakuta kwamba sisi hatupingani kwa lolote na hizi taasisi zingine za kiserikali au zisizo za kiserikali zinazozingatia miongozo ambayo imethibitishwa kisayansi mm -hmm. ila tutaweza kushtuka tu au kupinga au kusimamia na kuwaelekeza, mm -hmm. endapo itakuwa ni kinyume na Biblia, roho ya nabii mm -hmm. na tunakuwa na mashaka na hivyo vitu mm -hmm. kwa hiyo tuta mambo yote yanayofanyika mm -hmm. kwa kwa Wakristo tunapima kwa tuna kutumia neno la Mungu na kuadhimisha Sabato kwa sababu tunaamini roho ya unabii, hilo jambo linapimwa pia kwa roho ya unabii. Kwa hiyo nime, nimeona kama niongezee hilo, ya kwamba mtazamaji na msikilizaji atoke akiwa anajua kwamba tunaangalia Biblia, roho ya nabii, sayansi ya kweli, matamko, halafu na serikali inasemaje. Lakini pia kuna mabaraza, kwa mfano kuna baraza la, chak, la, la, la lishe la conference kuu na lenyewe lina miongozo hasa katika mambo ya lishe mm -hmm. ambayo ile miongozo inajaribu kudadavua kuweka kwa ufafanuzi zaidi mm -hmm. ili mtu anapokuwa anatumia awe anaelewa kwamba Waadventista wa Sabato ndivyo wanavyoelewa na ndivyo wanavyozingatia. Um. Sasa baada ya kusema hayo ndio tutarejea sasa mm -hmm. kwenye maadili. Naam, asante sana. Ni kweli uh, kiuhalisia uh, sisi uh, tunatambua kwamba pia Mungu ameweka miongozo na ndio maana kile ambacho serikali inatupa tufanye ni miongoni mwa utaratibu katika amri kumi za Mungu, tuheshimu mamlaka zinazotuzunguka. Kwa hiyo sisi sio kisiwa, na kwa sababu sio kisiwa tunaishi chini ya mwongozo wa utaratibu wa serikali, lakini pia tunaendelea kuangalia kile ambacho Mungu anatuambia kupitia uh, mtumishi wake mama Ellen G White ambaye ni mara nyingi tunamfuatilia katika miongozo ya roho ya unabii ndiyo namtusikie sasa, maadili ya utendaji kwenu pamoja na tamaduni ambazo mnazizingatia. maadili au tamaduni za utendaji wetu wa kazi mm. Eh, kwa Waadventista wa Sabato kwa sasa mm -hmm. Kama nilivyosema awali kwamba utafiti unaendelea watu wanaendelea kusoma mm -hmm. nuru inazidi kufunuliwa, kwa hiyo inaweza ikawa ikaboreshwa zaidi au ikapungua yakaongezeka, lakini kwa sasa yako matano mm -hmm. na haya matano, namba moja katika shughuli zetu zote za idara ya huduma za afya tunapoanza kushughulika na mambo ya afya, tunazingatia namba moja ni uadilifu. Uadilifu, uadilifu. mm -hmm. Uadilifu ambao kiingereza tunasema integrity mm -hmm. ni ile hali ya kuwa mwazi, ya kuwa mkweli, ya kufanya vile ambavyo inapaswa kufanyika hata kama hausimamiwi hata kama hakuna mtu anayekuja kukukagua baadaye mm -hmm. Lakini wewe unavyofanya kwa nafsi yako na jinsi ambavyo una, un, un, uko mbele za Mungu unaona kwamba ninavyofanya hivi ndivyo sawa inavyotakiwa ifanyike mm -hmm. Ndio uadilifu. Naam. Ya pili ni teamwork. Kufanya kazi kitimu, kufanya kazi kwa pamoja. Labda kwa undani zaidi ni kwamba sisi tunapofanya kazi tunafanya kazi kwa kupatana uh -huh. Tunafanya kazi kwa kuthaminiana uh -huh. Yani, unachokifanya wewe ninapaswa mimi nikithamini uh -huh. Nikipe uzito kama ambavyo wewe unapaswa cha kwangu ukipe uzito uh -huh. Na kwa sababu wote tunafanya kazi kwa uadilifu uh -huh. Ina maana kwamba hatuna mashaka na kile kinachofanyika ili kuweza kufikia lile lengo la kile ambacho tutaka kukifanya uh -huh. Hiyo ni ya pili, kufanya kazi kwa pamoja kitimu. Lakini ya tatu ni kujitoa kikamilifu, commitment mm. mm -hmm. Uh, unapofanya kazi ya Mungu inabidi ujitoe. Unapojitoa, yani haijalishi na kugharimu kiasi gani mm. haijalishi kwamba pengine watu wanaweza kawa na kufedhehesha mm -hmm. Lakini wewe kama unajua kwamba ndivyo inavyopaswa kuwa mm -hmm. wewe jitoe kikamilifu, fanya, kwa sababu unafanya kwa Bwana, sio kwa mwanadamu mm. Kwa hiyo hilo ni jambo la kusing, kuzingatia sana mm -hmm. um, lingine ni kuzingatia uweledi, mm -hmm. Professionalism. Tunaamini ya kwamba katika afya unajua huwezi kuivamia tu hivi hivi. <laughs> Ni kweli, lazima utaaluma izingatiwe. Ninaamini kwamba unaweza ukafanya mm -hmm. lakini una mipaka mm -hmm. sisi kama kanisa tunaamini kwamba elimu ya afya inaweza kutolewa na mtu yeyote mwenye mapenzi mema na afya mm -hmm. ambaye anajishughulisha na anasoma na anauelewa wa mambo ya afya, mambo ya afya. Mm -hmm. lakini mwisho wa siku kuna mambo ambayo atashindwa kuingia ndani zaidi kwa sababu yanaanza kukaa kitaaluma mm -hmm. kwa mfano tunapofika kiwango cha kutaka kutibu mtu mm -hmm. au kuutafuta ugonjwa na kuutambua mm -hmm. hilo linakuwa sio swala la kila mtu mm -hmm. linakuwa ni swala la uweledi, swala la kitaaluma. Kwa hiyo hapo sasa tunakuja katika mambo ya kufundishwa mafunzo na elimu mm. Ili sasa mtu awe na kina, amemwelewa mwanadamu, ameelewa shughuli mwili unavyofanya kazi mm. anaelewa magonjwa, anaelewa namna ya kutibu, anaelewa namna ya kutambua ugonjwa, anaelewa namna ya kutoa dawa, anazielewa dawa zenyewe zilivyo mm. Kwa hiyo kwenye huduma za afya mm. tumegawanyika, kuna ambazo tunaweza tukaruhusiwa wote kufanya Ndiyo. lakini kuna ambazo zinakuwa na ukomo. Sisi tunatambua ya kwamba serikali imefanya vizuri. Unajua watumishi wote wa afya hao wana leseni zao. Mhm. Uh -huh. Daktari ana leseni, muuguzi ana leseni, mtu wa maabara ana leseni na wamesajiliwa. Ndio. Na usajili wao ni hai. Uh -huh. Na wanahuisha kila mwaka. Mhm. Uh -huh. Usiposoma vitu fulani ili uonekane kwamba unaendelea kuwa katika hali ya kitaaluma, uh -huh, unakosa leseni na uruhusi kufanya hizo huduma. Uh -huh. Kwa hiyo tunatambua. Kwa hiyo hapo ndio tunasema kwamba hiyo namba 4 professionalism. Namba tano ni ya mwisho. Mm -hmm. Tunazingatia ubora ubora wa huduma, ubora wa huduma. Mm. Excellence. Mm -hmm. Ubora wa huduma ni kwa sababu sisi tunapofanya kazi zetu, tunataka kuhakikisha kwamba unafanya kazi kwa, yani kufikia lile kusudi ambalo linakusudiwa. Mm. Toa huduma ambayo haina mashaka kwa mtu yeyote. Mm. Kwa mfano kama huduma ya mgonjwa ni kwamba utampatia dawa, mm -hmm. mpatie. mm -hmm. Lakini kama huduma ya mgonjwa hapaswi kupewa dawa, mm -hmm. hata kama unafanya kazi una tamaa ya kupata pesa, mwambie, mm -hmm. ukweli ya kwamba wewe, baada ya kukuchunguza, mm -hmm. nimegundua kwamba ustahili kupewa dawa, nenda kafanye moja mbili tatu, mpe maelekezo. mm -hmm. Kwa hiyo hapo umefanya kazi kwa ubora, mm -hmm. lakini ndani yake wewe ni mwadilifu lakini ndani yake umefanya vizuri kwa sababu umefanya kwa kutumia uweledi mm -hmm. na hilo litasaidia sana kuto kuwaumiza watu mm -hmm. kwa hiyo hayo nimeyagusa kwa haraka matano, labda kama kuna sehemu ambayo natamani msikilizaji aweze kufahamu zaidi, unaweza ukasaidia kuuliza. Dokta, umezungumza vizuri sana na yote yame, yako wazi, pengine tu nilitamani kufahamu, uh, kwa uchache, katika hiki sehemu cha professionalism Aa, kwa sababu tumeona katika mazingira mengi aa, umesema huduma hizi za afya zinaweza kutolewa pia na mtu yoyote mradi anasoma au anauelewa, na, na tumekuwa na kawaida aa, ya majuma ya afya ambayo mnayaleta makanisani aa, tujifunze, na mara nyingi sana tunachokikuta pale ni kwamba wanaowasilisha yale majuma ya afya ni mshiriki tu fulani, kwa sababu somo limeandikwa kwenye kitabu na kitabu kimeletwa na mwongozo, basi anaambiwa leo wewe juma ndi e, hili ndio utasimamia eh utaeleza hili. Nanyiwe limekaaje hilo? Uh, huwa tuna miongozo hata wale wanaotoa masomo ya afya kwenye makanisa mm. Kwanza kabisa tuna tamani na ndio shauku yetu mm. ndani ya kanisa kwenye elimu ya afya ifanywe na wataalamu wa afya, ndio tunatamani, kama wapo watumike. Sasa kuna sehemu zingine hayupo, kwa hiyo kama hayupo, tutaangalia nani mwenye mapenzi mema, mwenye juhudi ya kutaka kufahamu mambo ya afya. Kwa hiyo tunaruhusu ya kwamba basi huyo ambaye amejiainisha miongoni mwa wengi kwamba anao uwezo, tunaruhusu kwamba aweze kulisoma lile somo, ingawa tunatamani sana ajitahidi kulisoma akiwa ametulia mm -hmm. Alafu ajitahidi kuwa ndani ya muktadha wa lile somo mm -hmm. asije na ile hamu ya, ya nyongeza zake maana anaweza akaenda <laughs> mbali zaidi, uzoefu binafsi. Nakushukuru sana daktari na <laughs> sana, daktari. Pengine sasa tunapoelekea mwisho natamani uh, mtazamaji afahamu kwamba je, mmefanikiwa kwa kiasi gani kuhakikisha kwamba haya mambo yanatimizika katika maeneo yenu ya kutoa huduma, maana tuna vituo vyetu vitu vya afya vya kanisa. Je, haya mambo yamefanikiwa kwa kiasi gani? Mambo yamefanikiwa kwa sababu, kwanza tunashukuru Mungu ya kwamba hata hivi tunavyoongea katika union ya kusini tuna vituo vya afya kumi na viwili hivi uh -huh. Vituo vya afya kumi na viwili eh, vinafanya kazi, vingine viko chini ya field au conference uh -huh. Lakini vingine viko chini ya makanisa mahalia, huko huduma zinaendelea uh -huh. Lakini tukiri wazi ya kwamba tuna changamoto kidogo hasa katika mafundisho, kwenye mafundisho, huenda labda pengine miongozo haijafika mahali mahali <tutu curs CDU> au imepuuziwa, kwa sababu tukubali kabisa, ndani ya kanisa kuna ambao wako wagumu kufuata miongozo, lakini kuna wengine wanaweza wakafuata miongozo. Kwa hiyo changamoto <tutu> ambazo tunazikabili, um, mojawapo ni kwamba kuna shauku ya watu kupata kutoa elimu ya afya. Mm -hmm. Lakini wanaweza wakatoa elimu ya afya isivyo isiyo sahihi isiyo sahihi. Mm -hmm. Basi wewe komea hapo, kwa sababu ninaona iko haja ya kuwa na juma lingine ambalo tutajaribu kuona miongoni mwa hizo changamoto na mnawezaje kuzitatua. Na ni kushukuru sana daktari, kwa kusafiri nami. Yamekuwa ni majuma matatu ya baraka. Tumejifunza namna ambavyo idara hii ya huduma za afya na kiasi inavyofanya kazi na ninaamini yako mengi mazuri ambayo utatupatia kwa siku za usoni. Na hivyo basi, mtazamaji, tunapoelekea mwisho, ni kualike ujumuike nasi katika ombi tukimshukuru Mungu kwa namna ambavyo ametupatia uh, viongozi hawa wa kutufungua kuzifahamu idara hizi ndani ya kanisa zinavyofanya kazi kwa ajili ya kutusaidia kiroho, lakini pia katika suala zima la kijamii. Na mazingira yote yanayotuzunguka tuombe. Baba yetu mwema, asante sana kwa ajili ya wakati huu. Tunakushukuru kwa kipindi hiki kizuri ambacho tumezungumza. Asante kwa Daktari Livingstone Kingu ambaye anaisimamia idara hii kwa Union Mission ya kusini mwa Tanzania. Bwana, tunaomba yale yote mazuri ambayo tumeyasikia yakiendelea kutupa ufahamu mzuri wa namna ambavyo kazi yako inafanyika katika eneo hili la utendaji, tunakusihi utuandae kwa ajili ya kipindi kingine tena ambacho tunaamini kitaendelea kutuelimisha na zaidi ya yote kutusogeza karibu na msalaba wako na kuifahamu kazi yako vizuri tumeomba haya kupitia jina la mwana Yesu Kristo, amen, amen. Amen. Daktari ni kushukuru, na tukutane tena juma lijalo katika mwendelezo wa baraka hapa. Asante sana na Mungu akubariki. Amina, amina. Naam, mtazamaji wa kipindi cha Kivulini, ni kushukuru sana kwa kutenga muda wako wa thamani na kusafiri pamoja nasi. Yamekuwa ni majuma matatu ya baraka, na hivyo ni kualike tena juma lijalo, usikose. Tutakuwa na kipindi kizuri cha kuendelea kuifahamu idara hii ya afya na namna ambavyo inafanya kazi changamoto gani ambazo inakutana nazo, lakini pia inawezekana tukafahamu malengo mengine mazuri ah, ya idara hii ndani ya eneo hili la utendaji la Union Mission ya kusini mwa Tanzania. Kwa niaba ya mwenzangu Badia Mbwambo, ninaitwa Spora Mseli, molon talima na kutakia utazamaji mwema vipindi vyote vinavyoendelea. Bwana akubariki, tukutane tena juma lijalo. Kwa heri.